Mungu kwamba siku ya leo imekuwa na jubilii ya miaka ishirini na tano kuwa mchungaji hapa kanisa kuu na pia miaka ishirini na tano ya siku ambayo nifunga ndoa yangu hapa kanisa kuu, na nikaona siku ya leo nifiki madhabahuni Mungu kumshukuru Mungu nakuwa na kumbukumbu ya jubilii hapa kanisa kuu ambapo nifanya matendo yote mawili. Mungu amekuwa pamoja nami katika kazi yangu, na pia amekuwa pamoja nasi katika maisha yetu ya ndoa. Mungu ametujalia watoto wawili na mjukuu mmoja. Nawaambia wachungaji wenzangu, ni muhimu waadhimishe tendo hili la jubilii kila wanapofika jubilii, hasa ni tendo zuri la kumshukuru Mungu. Naamini pia ni hivyo hivyo tunapofikia miaka 25 ya tizo kwa imara au ya ndoa, ni vizuri wakumbuke mambo haya ambayo ni muhimu sana kwa kanisa na kwa binafsi kwa mambo ya imani. Na leo kwa ajili ya ndugu yetu ajzao sisi tuna mpan sana, Bwana asifiwe. Anakuja na alikuwa anakuja na vikao kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa alipokuwa kufamiana, amekuwa ndugu yetu, amekuwa familia yetu. Kwa hiyo tukaona kwa sababu tuko hapa kwanyumbani katika ibada, kwa hiyo tunakupongeza sana mchungaji na familia kwa kazi na wito wao.